Baada ya kazi tukiwa tume tuliatulia tulia kidogo hapo nini, tunapewa kakitu kidogo kidogo hapo. Kwani mnacheka? Mimi kakitu kidogo, nasema uji na, na chai hey. Lakini wakati tulikuwa tunapiga gumzo Saa ingine tulikuwa tunajiuliza unajua, jamani wale wazee ambao wameenda wakina Jaramogi, wakina Jomo, wakina Nikruma, wakina Mwalimu Nyerere. Jameni, jameni, unafikirianga wakiketi wanaongeanga mambo gani? Mimi nilikuwa anasema, unajua wanaongea siasa kama sisi, wanatuangalia tu na mambo hii yetu ya upuzi hapo, wanatuchekelea, anasema eh hey, lakini unajua I'm very keen kujua. Sasa ndugu yangu umeenda mbele yangu, sasa tayari najua mume mnajiongeleshana huko, na sio ati niko na haraka ya kuja kuwafikia lakini bado ba, ba, tunataka tutulie, tutulie kidogo. Mwenyezi Mungu atusaidie, lakini najua wakati wetu tukifika, utakuwa hapo kutuambia njia ya kutembea hizo mabarabara za huko. Kwa hivyo yangu ndugu yangu ni kuombe kwa Mwenyezi Mungu akurehemu, akulaze na amani na wenzako Ukijua ya kwamba tuwakumbuka wewe na yale ambayo umebakisha tutaendelea nayo na familia yako. Sasa imekuwa yetu na tutaendelea kuwalinda na kuwachunga na kusimama pamoja nao kwa wakati wote. Nasema lala salama, ndugu. Mungu awabariki familia yako na awapatie awafariji na wapatie nguvu. Na Mungu aendelee kuibariki Kenya hii yetu, Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla. Asanteni sana Mungu awabariki.